Katika hatua muhimu ya kisiasa kimataifa, mwanasiasa maarufu wa Tanzania, Tundu Antipasilisu amechaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa International wainntionaldemocrat Union idu shirika linalojumuisha vyama vya kidemokrasia duniani. Taarifa rasmi ya chama hicho imeeleza kuwa uchaguzi huo umefanyika mjini Brussels, Ubelgiji, katika mkutano huo mkuu uliohusisha wajumbe kutoka mataifa mbalimbali duniani. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, CHADEMA kiliwakilishwa na makamu mwenyekiti wa Democracy Union of Africa DUA kanda ya Afrika Mashariki, Deogratus Munishi, ambapo wajumbe wa IDU walimchagua waziri mkuu wa zamani wa Canada Stephen J Harper kuendelea na nafasi ya mwenyekiti kwa kipindi cha miaka mitatu ijayo. Katika uchaguzi huo huo, jina la Lisu lilipendekezwa na kuungwa mkono kwa kauli moja kuwa makamu mwenyekiti wa IDU. Uteuzi wa Tundu Lissu umeelezwa kuwa ni ushindi mkubwa si tu kwa Chadema bali pia kwa harakati za kidemokrasia barani Afrika, hasa ukizingatia mazingira ya kisiasa alikopitia Lissu, ambaye aliwahi kulengwa kwa jaribio la kutolewa uhai mwaka 2017, ameendelea kuwa nembo ya mapambano ya haki za binadamu, utawala bora na uhuru wa kujieleza nchini Tanzania. Wajumbe wa mkutano huo wamesisitiza kuwa uteuzi wa Lissu unadhihirisha jinsi jumuiya ya kimataifa inavyotambua mchango wake katika kulinda misingi ya demokrasia. Wameeleza kuwa Historia ya msimamo wa Lissu dhidi ya udikteta na ukiukwaji wa haki kuliwapa imani na kuamini kama kiongozi anayeweza kuwakilisha sauti ya Afrika kwenye majukumu ya kidemokrasia duniani. Taarifa hiyo ilitolewa rasmi na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa Chadema, Brenda Rupia, tarehe 24 Mei 2025, ikiwa ni ushuhuda wa kuimarika kwa ushawishi wa chama hicho nje ya mipaka ya Tanzania. Hatua hiyo imepokelewa kwa heshima kubwa na wafuasi wa demokrasia, huku wengine wakitafsiri kama ishara ya matumaini kwa mustakabali wa kisiasa wa bara la Afrika. Na hii ni Erasmi TV.